Wapendwa eh, familia ya Mungu lioko Tanzania, sisi kama sekretarieti ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania tunapenda kuwapa ujumbe unaogusa umma mzima kutokana na waraka feki au waraka usio sahihi uliosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kuanzia jana tarehe kumi na mbili e, mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Waraka huo ulikuwa na kichwa cha habari, tamko la baraza la maaskofu Katoliki Tanzania tek kuhusu amani kwa taifa kuelekea siku ya uchaguzi mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania utakaofanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Wakaweka kwenye mabano sauti ya watu sauti ya Mungu. Tunapenda kukanusha e, waraka huu e, kwa kusema kwamba maaskofu wetu hawakutoa, maaskofu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania hawakutoa waraka huu kwa waumini na kwa Watanzania wote kwa ujumla. Baraza la maaskofu Katoliki Tanzania halihusiki na hayo maudhui yaliyomo kwenye andiko eh, hilo ambalo lina hicho kichwa cha habari, tamko la baraza la maaskofu Katoliki Tanzania teki kuhusu amani kwa taifa kuelekea siku ya uchaguzi mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania utakaofanyika tarehe 29 Oktoba eh, 25. Hii ni tabia mbaya ya kutumia taasisi ya maaskofu na hata kutumia sahihi ya askofu rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kupitisha ujumbe ambao haujatokana na baraza. Na hivi tunasema, e, ujumbe huu e, au waraka sio tamko la maaskofu, na tabia hii mbaya ikomeshwe na wenye mamlaka ya kukomesha wanaokiuka taratibu za taasisi zingine. Tunawataka wenye tabia hiyo wao wenyewe pia, kwa sababu ni binadamu wenye utashi, waache tabia hiyo mbaya, kwa sababu wamefanya jambo hili kwa makusudi. Na Baraza la Maaskofu limeagiza ujumbe huu ukanushwe, na hivi kuanzia leo tangu jana ujumbe huu, tunasema neno hili limezoeleka kwenye vyombo vya habari ni fake. E, hata hizi signature nilotumika hapa ni fake fake, sababu haikutolewa na maaskofu, na wala e, maaskofu wa kumwagiza yeyote atoe hilo tamko. Kwa hivyo ni tulipenda hilo lifahamike kwa jamii ya Watanzania na tunapenda kuachia nakala rasmi kwa ajili ya kusambaza kwenye vyombo vingine hasa e, hivi vya kwenye mtandao ili watu wasije wakafuata maudhui yaliyomo kwenye huo e, waraka ambao ni feki, ambao haujatolewa na maaskofu, kwa hiyo umebumbwa bumbwa tu. Kwa ningependa e, nitamke hilo, na Watanzania wote wafikishiwe huo ujumbe. Maaskofu wana taratibu zao za kutoa tamko za kutoa waraka. Na kila neno lina maana yake kwa maaskofu wanapotamka tamko waraka ujumbe osia wana maana zao na wana taratibu zao katika mambo yote e, ambayo e, wanapenda kwa hiyo na wanapenda pia mtu yoyote anayetaka asemewe basi aje awaone e, yule aliyetaka kusema haya alikuwa na uhuru kabisa kwenda kwa paroko uzuri si tuko kila ziliko familia tuko kule kuna jumuiya ndogo ndogo naenda kwa mwenyekiti wa jumuiya atakupeleka kwa paroko, paroko atakupeleka kwa askofu, askofu atakufikisha kwa rais wa Baraza la Maaskofu au ndio wasemaji wakuu wa kanisa, kuanzia kwenye familia kwenda juu. Na hata mtoto unaona, kwanza mzazi wako, afu naenda kwenye jumuiya, unapanda kwenda hivi. Kwa hivyo hata kama una jambo unataka kulisema, pitia hizo taratibu, ujumbe wako utafika na mawazo yako, mapendekezo yako yatafika, lakini usijichukulie mamlaka eh, na kujifanya wewe ni Baraza la Maaskofu au wewe ni rais wa baraza wakati sio. Santeni na washukuru kwa kufika na kuchukua huo ujumbe huo. Tunaomba eh, uwaraka ulivyoweka ukanushwe rasmi. Asante sana.